Jambo mzee. Jambo. Ndio, unaweza kutambulisha kwa wasikilizaji waskilizaji. Eh, kwa majina ni Kamba Sorone Tonge nikiwa president ya Societe Civile du Congo ndani ya Sheferia Babila Babumi. Habari ya haki za binadamu, haki droits humains, haki za binadamu huku ni namna gani? Eh, ndiyo wanajournaliste ndani ya Sheferia yetu precisemen ndani ya eh, groupement Bakaiko, haki ya binadamu inakuwa na matatizo sana ngambo ya haki ya binadamu ndani tunakia konstante kama bato banatumikisha eh, batoto badogo badogo juu ya relation sexuelle ndani ya cheferie precisement ndani ya groupement Bakaiko juu eh, ya kutafuta franga kumwili ya batoto wasika. mm -hmm. Alor ile naacha haki ya binadamu eh, vraiment inakuwa viole ndani ya cheferie yetu precisement ndani ya groupement Bakaiko. Eske dokumente fasi adokumente fasi kenye maka konkret? Ndio, ndiyo kuna kuwa sa vile ndani ya eh, makariere fulani fulani, kuna kuwa sawa kariere ya ya elota kule kuku batoto badogo badogo biko ndani ya makariere meme basika meme mabakiana. Denye biko bikokule, habapate wakati ya kuenda meme kwa masomo juu ya probleme ya kutebua horo na vingine, wanaenda tu inikema juu ya kufanya relation sexuelle ndani ya ile makariere elota, kunakuwa vile eh, pangoi kunakuwa vilevile eh, nani kariere yingine inakuwa

ama mabotike ama marestauran kufika ndani ya sheferia babila babombi banasanje version, anawambia no, hapa munafanya eh, kama aufanye relation sexuelle aotapata franga et puis hababalipe. Mm. na kutobalipa pesa, mtoto alitoka nor kivu anakuya nayo anakiatumika kazi yenye balimpropose niveau a Nord Kivu. Kufika hapa, wanamwambia no, hapa ni kufanya relation sexuel, njoo utafaa nini, njoo utapata franga. Na tuko na mapreve na memema bengine benye balikuwa meme eh, diverge ndani ya ile vitu, tuko na mafoto manake droit de l'homme unakuta na mtoto droit zake bamefaa nini, bamezidetruire ile atraver ya droit ya ule mtoto anakuwa demoralize, na njo kwa maana tunaomba serikali ifanye nguvu sana kutusaidia, kama hii vitu inaomba ina

itatusaidia nini ndani ya sheferi yetu presima ndani ya teritori ya Mambasa. Bwana journalist, ndio bwana Kamba Tunge Sorone, tunakumusha kamba kumtetezi, mtetezi wa haki za binadamu, na unakuwa msimamizi wa mashirika ya raia huku. Wakati muna dokumante ndani ya makariere kukeuka haki za binadamu, ni kama ambao munatetea haki za binadamu, munakuwa na pendekezo gani kwa serikali ya Kongo na kwa wale ambao wanasutenir makariere za kuexploite maminere mu mwituri mu teritoare ya Mambasa mashiferi za kwenu. Bwana journaliste, code minier iko wazi na code minier e, inatuonyesha kama ndani ya exploitation ya mine inaomba batoto badogo basionekane kwanza kwa makariere. En plus mwanamuke mwenye kuna mimba hastahili kuikala fasi ya karriere. mm -hmm. Alors ile kwanza, tunaomba serikali yetu baresponsable ya mine ndani ya provensi ya Ituri ndani ya teritware ya Mambasa na ndani ya sheferia Babila Babombi bapime kuangalia kama responsabilite yabo enye batasaidia hawa watoto juu ya eh, wa kubadegaje kwanza ku makariere na dede -de, tunaomba ya pili ndani ya sheferi yetu chef de sheferie ajiimplique sana surtut, kule mamezo de tolerance zenye zinaeberge batoto ndani ya sheferi yake, na itatupermetre sie sawa eh, societe civile tuweze kuona haki ya mwanadamu inaheshimiwa ndani ya sheferi ya Babila Babombo wakati mnaweza kuanalize makozi demwa biento depu aneskorerelianza kwa nini batoto banakatala kwenda ku masomo banapenda ba, nje kwenda jifere exploite kule kumakariere? Kwa nini chanjo ni nini? koze kabisa profond ni nini? nyi nacha batoto banapenda kwenda kule ule kule ulebende kumasomo kwanza? Bana journaliste tunaishi mo periodi ya vita ile kokozi ya kwanza na batoto mingi balitokelea kotea Lubero vingine banatoka Kirumba vingine viko natoka meme Goma wakati banafika pale Beni, bengine banatelemukia vile huko. Na bengine amingi sana inakuwa batoto wa basoda benye banafika munivo ya kufika huko mingi ba bamingi ni watoto wa basoda, na zui ya ku ya ile inaacha batoto mingi baidaoneka nafasi ya makarie na ingine koze iko juu ya probleme ya bazazi bazazi abataki kukamata responsabilite yabo. Mm-hmm. Muzazi analese batoto mulese ale banaziongoza, ba wakizi wanataka alor, mtoto wakati akiangali na diseta kushuka chini, iko responsabilite ya nani? Ya muzazi, alor wakati enye muzazi anaacha mtoto anaziongoza. Tulipenda bazazi nabo bakamata responsabilite yabo, na serikali iangalie kama aba batoto benye banaonekana kuma carriere

Mutu alienda mubeba, inaacha mutoto anaenda fanya kenya, haiwezekana. Akisharibikia kukariere, kumurudisha ndani ya komunote inakuwa nguvu. Asayuwa pesa, asayuwa horo, anayuwa kama uh, kufanya relation sexuelle batakupatia pesa. Alors wakati atarudia mukomunote directement, ile inaacha bengine batoto benye anaishi naye entourage yake nabo banafaa nini, banaambukiziwa na ile hali yake. Sasa inakuwa ina kae juu batoto

anafikisha huko mtoto, anamwambia atamulipa kufika huko, hamulipe, anamuonesha ingine kitu. Bale batu banabadanganya wale batoto, na wakati bana badanganya, anapita nabo fever kuma barriere ni carte hana kila kitu hana, ali banapita nabo fever kuma barriere paka kwenda fika kuma carrière. Mtoto sasa toka hapa na kirumba kufika mshefiria bila babombe, eski wakati wampeleka elote, distance ya elota biakato elot, ni safari ya mrefu sana mtoto kutoka, kutoka kule, ko problematiki aezi weza kutoka kule, ndio mtoto anajifunza bangi pombe kila kitu yote, juu alimufikisha fasi ya kwenye batu banavuta bangi, bengine bana banakunya pombe, hakuna mwenye anaweza bakataza. Bwana journalist tunashukuru sana Bwana Kamba Tonge Sorone, uweza kujibia kwa maulizi wetu mbele, tuweze kuachana. ungekuwa na pendekezo gani

meme ikuwe vile sie mashirika ya raia ikuwe vile ma serikali yetu, tulipendelea hii vitu iko danje ku community yetu aloro tuna va proposer kama inomba ma sensibilisation, surtout polisi ya protection d'enfant bafanye kazi kabambi ndani ya cheferie yetu eh. Polisi ya protection d'enfant vraiment

mais même fasi ingine police inakuaka na ma émission, mm. na ile ma émission, inaenda kuonekana ma police de protection d'enfant inakuwa naye, na na émission, batu banaangalia kama kila mtu anatumika role yake, jo kama inakuaka ndani ya territoire ya Mambasa, ndani ya chefferie ya Babila Babombi, iliomba ba, ili ba, ba jimpliqué mu vitu ya protection d'enfant, ita kuwa mzuri sana, proposition yetu ni sensibilisation kwa nchi, euh, bale ba responsable ya ma carrière, bakuwe sensibilisé.

hier anamuleta ndani ya sheferi ya Babila Babombi kumpeleka ku karriere, meme bale ba PDG ya makariere bakamate vile responsabilite yabo, na serikali ikaona kama hii vitu inaendelea kufanyika, inomba mtu apelekiwe ku justice. Bwana journaliste a repondre ku ile ka yenye kunafanya ndani ya sheferi ya Babila Babombi, ni maviolation ya droit de l'homme yenye kunafanya ku batoto, itatusaidia sana, bwana journaliste, na batoto mingi yenye biko ku makariere, c'est le moment ku ba sensibiliser batoke bakisa toka banarudia kumanyumba, tutakuwa na tunapata batoto bee batachenga Kongo ya kesho, wana journalist. Tunashukuru sana tulipokea bwana Kamba Tonge Sorone, anakuwa mtetezi wa haki za Babila babombi ndani ya um, teritoria Mambasa muprovinse ya Ituri, na tunakumbusha yakwamba kuweza kudenonce kunako ba alene sexu ao deafaneaya droits humains mbalimbali ku

sola et doivent être au courant. Je ku separe una ujumbe gani wa mwisho? Uh, ujumbe ya mwisho bwana journaliste, tunapenda ma services zote za droit de l'homme na protection protection des enfants, ikuwe MONUSCO ikuwe ingine, ma services zote vraiment baangaliye territoire ya Mambasa na sheferia babila babombi, meme sheferia bakwanza enyeko toushe na massacre, bayangali kama ma madroit de l'homme za mingi za batu meme ya batoto zinanyanyasika, alors batusaidie sana, baki implante ile vitu ndani ya sheria babila babombi, ndani ya territoire ya Mambasa, itakuwa ya maana sana. Na njoka maana tunalalamikia ma ONG international, meme lokale, ze zinafanya ile kazi ya droit des enfants, bakuye eh, batusaidie, itakuwa mzuri sana piske tumelalamika, tunachoka. Batu wanafungiwa wanaachiliwa, akalipo amande, banamwacha Mwingine anafanya hii, wanalipa amande, wanamwacha aloro. Ile naacha e, batu haba kwe transmettre ku justice, na nakuwa kondani inaacha batu wanaona, inakuwa vitu ya kawaida. Bwana journalist, Bwana Kamba, tunakushukuru sorone, asante bwana journalist.